Ni swala la na namna ambavyo uhai wetu uko mashakani kwa sasa, uhai wa kila mtanzania aliyoko hapa, kwa sababu huelewi ni muda gani utamkasirisha huyo anayeshikilia uzi wa maisha yako. Sio Mungu tena anayeweza kutufanya tuwepo, tusiwepo. Kuna miungu wamejiweka hapa sasa. Mungu yule wa mbinguni tunaelewa, ni mesifu, ni mwenye huruma Hawa miungu ambao sasa wanashikilia uhai wetu, hatujui ni wakati gani tunawaudhi. Unaweza kwenda ba ukakompiti naye kupata msichana mzuri, ukamzidi, akaagiza upotezwe. Anaweza kukuta shamba lako pamezuka dhahabu pale, na yeye ana Wachina anataka awapeleke pale, wewe ukasema huuzi shamba hilo, akaagiza upotezwe. Unaweza ukakutana naye kwenye mazingira yoyote au anataka mke wako kwa sababu mke wako ni mzuri, anamtamani akakupoteza. Kwa sababu sasa watu wanapotea kama kuku. Jana mmesikia dili ya Israeli walioingia na, na Hamas, ili waweke ceasefire. Wa Israeli wamesema warudishiwe hostage wao ambao wako hai 48, watu 48 wao waachie wa Palestina elfu moja na mia mbili na kitu. Hiyo inaonyesha thamani ya mtu mmoja kwa nchi nyingine. Watu 48 wao wataachia wa Palestina elfu moja na mia mbili na kitu, watu kumi na mbili waliokufa, kumi na tisa ambao wanasemekana ni hostage wa Israel ambao wamekufa wako Gaza, remains zao mifupa yao irudishwe kwa exchange ya wa Palestina wazima mia saba na kitu. Ndio maana mama yake Polepole pole alisema, kama mtoto wangu amekufa wa nirudishieni ni mzike, kama yuko hai mnirudishie vile vile. Haiwezekani kwamba maumivu ya watoto wetu, yani mimi ni uwawe ili watoto wa mtu anayefikiria kwamba mimi ni tatizo waenjoi waende kwenye hoteli nzuri watibiwe vizuri, wakati huo watoto wangu wanalia nyumbani kwamba baba angekuwepo tungenunuliwa penseli. Hatuwezi kujenga taifa la hivi, na nataka polisi watuambie. Nilimsikia kamanda Mlilo anazungumza kwamba hajui kama polepole pole alikuwa ndani ya nchi. Tunataka idara ya uhamiaji tuambie Polepole, kwa mara ya mwisho pasipoti yake iligongwa, anaenda nchi gani kama hakuwa ndani ya nchi? Hilo ni swali muhimu sana, tunataka kujua na tunataka tujue, walipomwandikia barua ya kumwachisha kazi, je, walimtumia gharama za kumrudisha ndani ya nchi? kama hawakumtumia basi wizara ya mambo ya nchi za nje inapaswa pia kutuambia yuko wapi. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo watu wanachukuliwa kama kuku. Na hili jambo nalizungumza kila siku, mlitilie uzito. Hakuna ajuaye kesho yake ikoje. Na nimekumbusha kwamba Polepole miaka sita iliyopita alikuwa katibu mwenezi chini ya Rais Magufuli, ambaye alikuwa akipita hata majani yanatikisika. Kwa unaweza kuelewa Polepole alikuwa na nguvu kiasi gani. Leo sisi Chadema tuko hapa tunapiga kelele, arudi. Tunathamini uhai wa watu, lakini vilevile tunatumia kuwaambia wengine wanaoumiza watu, tutawahoji wakati utakapofika.